Bwana eh, Lil Ommy ile lili manake mdogo ile. Ile lili? E. Eh? Umeona jina lile ulivyo nani umejiita utotoni hadi unazeeka nalo forever young uzungu mwingi eh, eh, eh. Yeah, you know what I'm saying? Eh. Ah. E, kwenye utangazaji pale. Ndio. Ukifika kwenye miaka mingapi kama qualification, ndo mm, wanaanza kupata slang watangazaji. Kupata slang watangazaji e, wanaanza kupata unajua, kuna mwanzo na nakaribu katika kipindi chetu cha akifika miaka si mingapi ile mm -hmm. Utasikia yo